Habari, habari, habari kwenu followers wangu na subscribers wangu YouTube. Jamani, niko hapa kusema asante, asanteni sana sana sana kwa kuwa na followers ama subscribers 1k, yani elfu moja. Jamani, darasa la watu elfu moja sio dogo. Mnanipa hamasa sana ya kuzidi kuendelea kutoa elimu kwenye jamii kuhusu afya ya masikio pua na koo. Pia bila kusahau asanteni sana kwa maswali yenu. Maswali yenu ndio yanayonifanya niandae masomo mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwajulisha zaidi. Basi, msiache kuendelea kunifuata, lakini msiache kuendelea kuniuliza maswali ambayo yatanifanya nitengeneze mada mbalimbali ili kuwafikishia ujumbe watu wangu wa nguvu. Pia endeleeni kusambaza, kushare kwa ajili ya kuwapa wengine nao knowledge kuhusiana na masikio poanako. Asanteni sana sana.